Ni matembezi ya amani yaliyojumuisha vijana mbalimbali wakiwemo mbali, vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM jimbo la Babati mjini kwa lengo la kusherekea miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan tangu alipokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vijana hao wameeleza dhamira yao ya kufanya matembezi ya amani ikiwa ni pamoja na kuonyesha juhudi zilizofanywa na serikali katika kuleta miradi ya maendeleo hapa. Tumezungumza na mwenyekiti wa umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi CCM jimbo la Babati mjini, akieleza dhamira yao ya kufanya matembezi ya amani kwa lengo la kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka minne. Kwa jina anaitwa Magdalena Wilbadi Urono, ndiye mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wilaya ya Babati mjini. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa fursa ya kukutana siku ya leo kwa ajili ya kuadhimisha miaka minne ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, siku ya leo tumefanya matembezi, tumezunguka hapa mjini kati kwa ajili ya kumpongeza mama yetu na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo ameifanya katika wilaya yetu. Tuna kila sababu za kumpongeza mama huyu na kumwombea pia kwa sababu kazi zipo zinaonekana, na sisi kama Umoja wa Vijana wa CCM tumesema leo tupite, tuelezee umma kwamba mama amefanya nini ndani ya miaka minne ya uongozi wake. Sisi wote ni, ni mashahidi, tumeona miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya yetu hii tuna, tunamshukuru Mheshimiwa Rais na tunajivunia yeye. Kwanza kuna ile mikopo ya asilimia kumi imerudi sasa hizi vijana wetu wananufaika, wanapatiwa mikopo ambayo haina riba, wanafanya shughuli za maendeleo. Mheshimiwa Rais amezidi kuongeza, amezidi kutengeneza mazingira mazuri ya vijana wa Kitanzania kuweza kujiajiri. Sasa hizi tunapata elimu ya ufundi bure kutoka kwenye chuo cha VETA. Hii ni hatua kubwa sana Zamba na hilo tunashukuru. Wilaya ya Babati mjini tumepata fursa, shule ya wasichana ya Manyara Girls imejengwa katika wilaya yetu, tunashukuru sana kwa hilo. Sambamba na hilo, saizi huduma za afya zimeimarika, kwenye hospitali zetu kuna vifaa vya kisasa, lakini hapa katika hospitali yetu ya wilaya, hospitali ya Mrara, kuna jengo la wale watoto ambao ni njiti. Hii ni hatua kubwa sana. Sisi kama vijana wa Babati mjini tunasema mama mitano tena. Kwa majina naitwa Flora Joseph ni mwanachama wa CCM, ni mwanachama wa UVCCM pia, ni mwanachama wa Chamata Association. Mimi kama kijana nimenufaika sana na mama Samia, nikiwa pia kama mtoto wa kike ambaye mwezi huu mwezi, mwezi Machi tumesherehekea sikukuu ya wanawake. Pia nimekuwa mmoja wapo kati ya wa watu ambao nimejivunia sana kuwa mwanamke. Napenda kumpongeza sana mheshimiwa rais kwa kazi ambazo amezifanya, anaendelea kuzifanya halali usiku na mchana, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kama mnavyoona, anahangaika usiku na mchana kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hiyo rai yangu kwa vijana, tujitolee na sisi kumsapoti mama Samia Suluhu Hassan, tushike nafasi mbalimbali za ubunge, madiwani, viongozi sehemu yoyote kwenye kata, tushike viongozi, tuchukue nafasi hizo. Nichukue nafasi hii kuwapongezeni sana sana vijana wa Babati kwa mshikamano, lakini niwapongeze wananchi wote wa Babati kwa kukiheshimisha chama Babati mjini tumepata asilimia mia mia moja. Niseme kidogo pia, vijana, ni mwaka wa uchaguzi. Uchaguzi una mambo mengi, naomba niseme kidogo kuhusu adui rushwa. Adui rushwa hajawahi kutenda haki kwa sababu utamchagua kiongozi kwa sababu alikupa chochote. Naomba tuchague viongozi kwa sababu ya uwezo wao ili kesho waungane na jemadari mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan kutekeleza ilani ambayo itakuwa imepangwa kwa 20 25 30.